dereva na nafasi za mwandishi mwendesha ofisi. Sifa ya nafasi za dereva kuajiriwa, mwenye cheti cha kidato cha nne na leseni ya daraja hii au C ya uendeshaji wa magari ambayo ameifanyia kazi kwa mwaka moja bila kusababisha ajali, lakini pia awe na cheti cha basic driving course inayotolewa na chuo cha VETA au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Masharti ya jumla kwa waombaji. Waombaji wote wawe ni raia wa Tanzania kuanzia miaka 18 na miaka isiyozidi 45, lakini pia uwe na vyeti vyako halisi kuanzia cheti cha kidato cha nne na kuendelea, lakini result slip hazitakubaliwa. Na kama umesoma nje ya nchi, hakikisha cheti chako kimehakikiwa na TCU, NECTA pamoja na NACTE. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 18 Novemba 2025. Kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu. Anwani ya barua hiyo yaelekezwa kwa Mkurugenzi Mtendaji, Halmashauri ya Wilaya Geita, SLP 139 Geita. Na maombi yote yatumwe kupitia mfumo wa kielektroniki wa ajira, yaani poto.ajira.go.tz. Santeni na karibuni.